Kitanda chako ni madhabahu ya Shetani. Kwa nini? Jesus only alimfunulia nabii wake ujumbe huu, unausema kitanda chako ni madhabahu ya Shetani. Amen. Ibada za kipepo za sanamu, wanadamu tunajiuliza sana, kwa nini atufanikiwi, atukuwi kiroho atusongi mbele kimaisha. Ibilisi amefanya amefanikiwa kwa kiwango kikubwa sana kufunga watu wengi kwenye ikulu yake kwa kupitia ibada zake za kipepo. Ibada hizi ni kupitia kitanda wanamolala yake . Amen. Na kupitia kwenye kitanda Ibilisi ameleta machafuko mengi juu ya maisha yako. Ukisoma Zaburi ya mia moja tisa na msali wake wa nane Zaburi Zaburi Thelathini na tisa na mstari wa nane. Anamka, Zaburi mia moja thelathini na tisa na mstari wa nane msomaji. Nasoma. Roho Mtakatifu atufunulie maandiko. Amina. Ningezi toa asubuhi Zaburi, Zaburi mia thelathini na tisa na mstari wa nane Amen. Ndiyo naiso nasoma kitabu cha Zaburi mia thelathini na tisa mstari wa nane Roho Mtakatifu hatukunulie maandiko. Amen. Kama ningepanda mbinguni, mkata, kama ningepanda mbinguni, wewe huko, wewe huko. Nukta, mkata, ehhe, ningefanya kitanda changu mkato eh, wewe uko eh, nukta. Haleluya kanisa, amen, haleluya kwamba kitanda ni madhabahu ya Shetani. Haleluya, watu wanashiriki mambo ya kishetani kuabudu sanamu wakiwa ndotoni kwenye vitanda vyao. Haleluya. Ndoto unazoota zitakuelekeza juu ya kitanda chako. Amen. Unalishwa vyakula Amen. Na vinywaji unakunywa vya magano na matambiko, kafara, sherehe za kimila, vyote unaota huko kitandani kwako. Sasa ndoto